Je, herufi hizi huwa zinakuchanganya katika gari lako? Hizi herufi zina maana gani katika gari lako? FWD, RWD, AWD na 4WD. FWD hii ni sasa na front wheel drive ambayo sasa na tairi yako ya mbele katika huu mfumo yanahusika direct kusababisha gari lako liweze kujongea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na RWD maana yake ni rear wheel drive. Maana yake sasa ni taili zako za nyuma ndio zinahusika direct kutoa gari sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Na AWD, hii maana yake ni mataili sasa yote manne yanahusika direct kutoa gari lako sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii ndiyo ile aina ya drive train ambayo huwa ina center diff. Na 4WD, hii maana yake ni mataili yote manne yanahusika kabisa direct kutoa gari lako sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ila hii huwa inategemea sasa dereva ndio aweze kuengage gia ya four wheel drive ili mfumo sasa wa four wheel uweze kuanza kufanya kazi. Las, kama unahitaji kujua zaidi na zaidi, usisite kutembelea katika homepage zetu huko Instagram, TikTok, YouTube na all digital platform kama akts, usisite kufollow, kusubscribe, kulike ili tuweze kuboresha mafunzo yetu zaidi. Okay, thank you.